Mamlaka za Iran zimedai kuwa hali imedhibitiwa baada ya maandamano kuitikisa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Wanaharakati wametahadharisha kuwa kuzima kwa intaneti kunaficha vitendo vya ukandamizaji na mauaji. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi Jumatatu iliyopita, alisema kuwa kwa sasa hali imedhibitiwa kikamilifu nchini humo, hii ikiwa ni baada ya mamlaka kuendesha vitendo vya ukandamizaji. Bila kutoa ushahidi wowote, Araghchi amesema maandamano hayo yaligeuka kuwa ya vurugu na umwagaji damu ili kutoa kisingizio kwa Rais wa Marekani Donald Trump kuingilia kati kisingizio Urani iko tayari kufanya mazungumzo na Marekani baada ya tishio la kuishambulia kutokana na, na ukandamizaji huo. Araghchi aliijibu kauli hiyo ya Trump alipokuwa akizungumza na wanadiplomasia mjini Tehran na kusisitiza kuwa Iran iko tayari kwa mazungumzo lakini pia imejiandaa kikamilifu kwa vita. Kauli hizo zimetolewa huku wanaharakati wakitahadharisha kuwa kitendo cha serikali kuzima internet kwa zaidi ya siku tatu kimewezesha kuficha vitendo vya ukandamizaji na mauaji dhidi ya waandamanaji, hasa wakati huu kukiripotiwa kuwa zaidi ya watu mia tano na arobaini wameuawa katika wiki mbili za maandamano. Wakati hayo yakichomoza, mamlaka za Iran zimekosolewa vikali kutokana na ukandamizaji huo. Kansela wa Ujerumani Fred Mays amesema hatua za serikali ya Iran dhidi ya wandamanaji zinadhihirisha udhaifu wao na kutaka vurugu hizo kusitishwa. Wakati hayo yakichomoza, mamlaka za Iran zimekosolewa vikali kutokana na ukandamizaji huo. Kansela wa Ujerumani Friedrich Mays amesema hatua za serikali ya Iran dhidi ya wandamanaji zinadhihirisha udhaifu na kutaka vurugu hizo kusitishwa. Kanada imesema inasimama bega kwa bega na raia wa Iran, huku viongozi kadhaa wa Israel akiwemo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wakitangaza kuunga mkono waandamanaji. China kwa upande wake imetoa wito wa amani kama alivyoeleza Mao Ning, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, akisema kuwa wanatumai kuwa serikali ya Iran na watu wake wataweza kuzishinda changamoto za sasa zinazowakabili na watadumisha utulivu katika taifa hilo. China imesisitiza kuwa inakemea vitendo vyovyote vya uingiliaji wa mambo ya ndani ya Iran na kuwa uhuru na usalama wa nchi zote unapaswa kulindwa kikamilifu na sheria za kimataifa. Tunapinga matumizi ya nguvu au vitisho na matumizi ya nguvu katika mahusiano ya kimataifa. Tunatoa wito kwa pande zote kuchukua hatua zinazochangia kuleta amani na utulivu huko Mashariki ya Kati, alisema Mauning. Aidha, Irani imetoa wito kwa wafuasi wake kuandamana hapo jana ili kuunga mkono utawala wa kidemokrasia chini ya kiongozi mkuu mwenye umri wa miaka 86 Ayatollah Ali Khamenei. Wakati huo huo, televisheni ya serikali ya Iran ilipeperusha hewani nyimbo za wafuasi hao wa serikali zilizokuwa zikialani mataifa ya Marekani na Israeli.